Fabrice Ngoy akachezewa ndivyo sivyo, Haruni Chanongo. Haya, moja mbili tatu. Cyprian Kipenye na Musa Mbisa. Kipenye Cyprian Kipenye amejaa kabani. Cyprian Kipenye amepenyeza mpira kwenye kamba kule, mlinda mlango Musa Mbisa alimfuata lakini hakusaidia kitu na kila pozi la picha namna hii, hiyo hapo cyprian kipenye aliifuata mlinda mlango musa mbisa lakini hakuweza kuiona cyprian kipenye bao la tatu michezo kumi na tatu asisti moja man of the match moja akicheza dhidi ya pamba cyprian kipenye kwate pleya hiyo hapo alikwenda kuipeleka pembeni kabisa kisha ujaza kambani haya musa mbisa lusendaze chezewa ndivyo sivyo na hiyo hapo ndo ilozaa offside. Hiyo hapo aniki Namungo. Haya, nawekwa ndani huku Fabrice Ngoy, Fabrice Ngoy safari hii anafunga mwenyewe, anafunga safari hii mwenyewe. Eh, eh, ameupitia mpira ule na kuandika bao la pili Fabrice Ngoy bao saba akiringa ah, ah. namna ile Fabrice Ngoy, tizama mpira mrefu ulipigwa, Lolihosh alichelewa ule akaupitia, alidhani kwamba mlina mlango Musa Mbisa atatokea lakini wakashindwa kuelewana. Tizama, hiyo hapo, alichelewa Lolihosh na Musa Mbisa, sidhani alikuwa anaangalia nini kwenye msimamo. haya babatiza kwenda kuwahi kule, haruna kwenda kutana na kule, labianka mija kambani, wamepata bao la kufutia machozi, kama sio la kutangulia, la kuanzisha eh, safari ya la kwenda kusawazisha. Lambert Sabyanka anawapatia bao la kwanza Tanzania Prisons. Tizama haruni chanongo aliurejesha mchezo mpira mchezoni, hiyo hapo, aliurejesha mchezoni, ikakutana Lambert Sabyanka akajisetia akaitandika ile e, ukaenda kuja kambani, anawai machela kule, kapigwa chenga kule batiza huku, nafasi Haruna Chanongo, nafasi nyingine tena Mamuza na themanini Asema ni mkwajuwa penalti. Eh, wanafaidika, tazama, Haruni Chanonga aliweka ndani akakwatuliwa mtu kule, hiyo hapo, Haruni Chanongo cheza ndivyo sivyo, Abdalla Mfuko alimchezea ndivyo sivyo. Never kaboma, haya jukumu ni la George Mpole George Mpole moja mbili tatu. George Mpole ame scoreboard ame level scoreboard. George Mpole anarejesha matumaini ya alama kubakia, pengine soko ine kwa juu mzuri kwelikweli. alipotea kabisa ele Musa Malika kuweza kuiona, hiyo hapo, aliangalia tu kwa macho kushindwa kuondoa mpira. Haya ni nafasi nyingine tena kule. Sabyanka cha Chanongo anaiweka ndani kule, namna gani? Kataa kule ni kona. Ngoja pata tukuna ta moja na yuko ndani huko na pagonga kichwa kule mjea kabali. Oscar Mwajanga anambia, vipi nyie? Oscar Mwajanga amenuna. Oscar Mwajanga anaweka chuma cha tatu kwa Tanzania Prisons. Upara ukiwaka namna hii na namna anavyopongezwa kitoka hapo, lazima kameze dawa za maumivu. Tizama kona ya Salm Kimenya, heda moja hivi matata, Musa Malika kuiona ile, hiyo hapo, heda free, heda ya nguvu, kweli kweli kwa Oscar Mwajanga.